Agizo hilo limetolewa na Waziri wa Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo, Dr. Fenala Mukangara wakati akifungua mkutano wa mwaka ulioambatana na sherehe ya miaka ishirini ya sekta ya utangazaji huria, ambapo amesema kumekuwepo na maendeleo makubwa katika sekta hiyo na kusisitiza kuwa lengo la serikali ni kuhakikisha maudhui bora yanatolewa kwa mtazamaji na wasikilizaji. Masuala ya habari ni kiwanda kikubwa sana kinachoendeleza kuendeleza nchi. Sasa huwezi kwenda kufanya kazi katika kiwanda bila kuwa na nyenzo, huwezi kwenda kufanya kazi katika kiwanda kama huna um, wanasema huna skills zinazohitajika. Kwa hiyo ndio maana nimesisitiza leo, lazima wafanye masomo sawasawa, yanayobeba ile tasnia yao sawasawa, hata sawa tu uandishi wa habari, hata wale watangazaji ambao kwa kiasi kikubwa wanakuwa wana background ya uandishi moja kwa moja. Lakini unaweza ukawa mtangazaji ukakaa katika stu studio ukapewa trainings ndogondogo tumewaona wale wazamani waliomaliza, wamepitia trainings mbalimbali. Umemaliza shule yako, lakini utakapokuweko pale katika station, unakwenda kwenye vikozi vifupi vifupi. Mkurugenzi mkuu wa TCRA Professor John Mkoma amesema licha ya Tanzania kuhamia dijitali, jambo ambalo limeongeza wigo kwa msikilizaji na mtazamaji, bado kuna changamoto kwenye maudhui ya ndani yanayoendana na utamaduni wa Mtanzania na kwamba miaka ishirini tangu sekta ya utangazaji kwa watu binafsi iruhusiwe kumekuwepo na mabadiliko makubwa ya namna ya uwasilishaji maudhui katika Afrika. Tanzania ndio nchi ambayo inaongoza katika uhamiaji pamoja na Mauritania na, na Mauritius. Tulizungumzia vile vile mambo ya radio, digital radio lakini tungependa kuhakikishia wananchi kwamba digital radio haitakuwa kama digital television. Kule mambo yataenda polepole, hapatakuwa siku si ambayo unasema leo lazima radio hamna. Kwa hiyo lakini mipango imekaa vizuri kabisa. Naye mwenyekiti wa bodi ya TCRA amesema wakati umefika serikali kuhakikisha inakuwa na baraza la habari ambalo mbali na kusimamia maslahi ya waandishi litasimamia taaluma yenyewe, kama ilivyo katika sekta nyingine. Sasa unayemhudumia anakuwa ni mteja kwako, umpe anachokifurahia. Kwa hiyo hilo ni jitihada kubwa sana ila, kwa mambo kama hayo vilevile, usikiuke kuna ma ya maadili, ukiyaachia yatapotea. Kwa hivyo unaweka balance baina ya vitu hivyo, ndio maana kuna kitu kinaitwa contents committee inashughulika na masuala na malalamiko yote ambayo yanakwenda ya ya na maudhui ya kile kinachoonyeshwa katika sherehe hizo. Kituo cha ITV na Redio One ni miongoni mwa vituo vilivyotambuliwa kwa utendaji wake kwa kipindi cha miaka ishirini, ambapo baadhi ya watangazaji waanzilishi kutoka vyombo mbalimbali vya habari akiwemo Midlash Maezi ambaye alikuwa msoma habari wa kwanza wa kituo cha ITV mbali na kuipongeza ITV kwa hatua iliyofikia, amewataka watangazaji nchini kufuata misingi ya taaluma yao. Kuonekana kwenye runinga ilikuwa changamoto kwa e, e, ya kwanza, halafu ambao kwa kweli walishughulikia wakati wa mazoezi ya kutayarisha, kwa sababu tumejiunga pale Aprili na baada ya miezi miwili ndikuwa ndo tunakwenda hewani. Ila tu pia tulikuwa na bahati sisi wakati ule E, haya matangazo ya moja kwa moja yalikuwa bado live yani. Kwa hiyo kulikuwa na uwezekano kama kutakuwa na makosa yakarekebishwa. Tofauti na sasa hivi, taarifa habari nyingi zinakuwa live. Kwa hiyo e, mtangazaji lazima awe na nidhamu, wameshajitayarisha kisaikolojia lakini mjue mnabeba dhima, mnabeba dhima ya taifa la Tanzania. Mkienda kwa wenzeni, ukifunguliwa BBC unajua hii ni BBC. Ikifunguliwa Voice of America unajua hii ni Voice of America. Ikifunguliwa Kenya unajua hii ni Kenya. Hasa tuchukulie mataifa makubwa ambayo sisi tunapenda sana kuiga utamaduni wao, sijui Ulaya Ulaya, uonekane kama we ndio ukisema Kiingereza. Lakini BBC wana taratibu zao, ukifungua unajua kwamba hii ni BBC, ni Kiingereza cha Waingereza, na ukifungulia Marekani unajua hiki ni Kiingereza cha Wamarekani sasa na nyie watu watu, kwa sababu Kiswahili sasa hivi kimepata sura duniani, mtu akifungua aseme, hii ni Kiswahili, hiki ni Kiswahili cha Tanzania. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam, mimi ni Ufosaro wa ITV.